kadhaa ambao ni wafuasi wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wametimuliwa kutoka kamati kadhaa za haiba ya juu bungeni. Wabunge wa ODM wakitarajiwa kuchukua nafasi zao, katika mabadiliko ya leo ya kamati ya bunge la kitaifa. Na kama anavyoarifu Emmanuel To, hatma ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro inasalia kuyumba yumba ni mabadiliko ambayo yamekuwa yakingojwa kwa hamu na hamumu. Wafuasi waliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakitemwa katika mabadiliko yaliyoanza katika bunge la seneti majuma kadhaa yaliyopita na kukamilika katika bunge la kitaifa Jumatano. Hey! hey! hey! Katika mabadiliko hayo wenyekiti wanne ambao wamekuwa wafuasi sugu wa Gachagua wametemwa: mbunge wa Githunguri Gathoni wa Muchomba, mbunge wa Roisambu Mwafrika Agustin Kamande aliyesusia hafla ya Jumapili ya Rais Ruto katika eneo bunge lake, Jane Kihara wa Naivasha na mbunge wa Mumias East Peter Salasia na wengineo wakielekezwa katika kamati ya maslahi ya bunge We didn't look at this what wafuasi wengine wanne wa Gachagua wakikusanywa pamoja kwenye kamati ya utangazaji, wakiwemo mbunge wa Embakasi North James Gakuya ambaye amekuwa mwenyekiti wa kamati ya biashara, mbunge wa Gatanga Edward Mureo, mbunge wa Juja George Koimbori na mbunge wa Narok North Onesmus Ngogoyo. Mr. Speaker, it is not correct. Go and do those things in the county assembly of Kajiado, not in the national assembly. Spend your time in the national assembly discussing matters of more greater importance to the people of Kajiado. Licha ya kusalia kwenye kamati yake ya bajeti, nafasi ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro inatarajiwa kuchukuliwa na kukabidhiwa mwana ODM ODM ikitengewa viti vitano vya wenyekiti. Mbunge wa Lego Usonga Samatandi anatarajiwa kuchukua mikoba ya bajeti kutoka kwa Ndindi Nyoro. Mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali akimezea mate kiti cha mwenyekiti wa kamati ya biashara iliyokuwa inashikiliwa na mbunge Gakuya. Mbunge wa Kilifi South Ken Chonga akitarajiwa kuchukua usukani wa kamati ya leba. Mbunge maalum Irene Mayaka akichukua nafasi ya kamati ya ushirikiano wa kanda huku Dr James Nyikal wa Seme akipendekezwa kwa kamati ya afya. Shughuli ya kuwasafirisha na kuwaondoa wafuasi waliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutoka katika kamati muhimu hapa bungeni na ng'oa nanga, huku shughuli hiyo ikitarajiwa kuwa na vilio, majonzi na hali ya sintofahamu, huku baadhi ya wafuasi wa Gachagua wakiahidi kupambana juu chini kutetea nafasi zao. Emmanuel to runinga Citizen bunge, Nairobi.